O, uh, ki wa kiteknolojia wachademajito kufanya usajili wa chama. Juma Hashimu ameuliza kwa nini mwenyekiti yuko ndani mpaka sasa na kesi haijaisha, kuna mwendelezo wowote? Uh, ni jambo la kusikitisha kwamba mwenyekiti yuko ndani mpaka sasa uh, lakini sababu kubwa ni kwamba uh, watawala wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan uh, wameamua kwamba wanadhani kwamba kumweka mwenyekiti ndani ndio kuikwamisha kukwa, Chadema na kukwamisha mapambano ya kisiasa ya Chadema. Awali walifanya hivyo wakidhani kwamba ndio njia ya kukwamisha mkakati wa no reforms, no election, na sasa wanaendelea kufanya hivyo wakiamini kwamba msimamo ambao Chadema imeuchukua wa kutokuitambua serikali iliyoko madarakani wa kutaka uchunguzi huru wa kutaka uwajibikaji kwa waliohusika na mauaji na hatua nyingine ambazo tumezichukua, watawala wanadhani kwamba wakimwenyekiti Lissu akiachiwa anaweza kuongeza nguvu kwa nafasi yake kama mwenyekiti kwenye mapambano yaliyoko mbele yetu. Kwa hiyo watawala wanadhani kwamba njia ni kuendelea kumshikilia kwa nguvu zaidi. Sasa kesi itaendelea tarehe tisa mwezi Februari mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita kesi itaendelea mahakamani na inatarajiwa kuendelea mfululizo mpaka tarehe sita mwezi wa mwezi Machi. Mimi uh, rai yangu kwa Watanzania ni, ni mambo matatu. La kwanza ni kuendelea kupaza sauti kutaka mwenyekiti Lisu aachiwe na kutumia njia zote kushinikiza mwenyekiti aachiwe. Nashukuru taasisi zote za dini za kiraia za kitaifa za kimataifa zilizoungana na sisi kwenye kutaka mwenyekiti aachiwe. Tuendelee na, na huo msukumo kwa nguvu kubwa zaidi. Pili aa, pamoja na tunachokifanya sasa, tuhakikishe mahakama, pamoja na kuwa kuna udhaifu kwenye mahakama zetu, bado tunaongeza nguvu mahakamani kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa wakati. Kimsingi, kwa sasa mwenyekiti hana kesi tena ya msingi, baada ya mambo yote ya msingi ya kiushahidi ya awali wala mashahidi wote wa awali kuweza kupigwa chini na mahakama. Kwa hiyo mwenyekiti anatakiwa achiwe huru. Lakini tatu, na muhimu na kubwa zaidi, mimi mimi mimi nazungumza vile vile na wale wanaoamua kufikiria kwamba kumshikilia mwenyekiti ni kuikwamisha CHADEMA na kutimiza matakwa yao, wajue tu kwamba kumshikilia mwenyekiti kunaongeza tu hasira zaidi ya umma juu ya ya watawala na kunaendelea tu kuongeza mpasuko ambao upo kwenye taifa letu, unaendelea kuwa ufa, unaendelea kuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo haiwasaidii wao wala haiwasaidii nchi. Kwa hiyo wanapaswa wanapaswa kuhakikisha mwenyekiti anafutiwa hayo mashtaka, anaachiwa huru. Hakuna sababu yoyote ya msingi ya kuendelea na hiyo kesi. Mwenyekiti anapaswa achiwe, ah, ah, huru. Kwa hilo ndio naweza kusema kuhusiana na, na, na swali lililoulizwa. Ah, Mwikombo Furaha anasema vijana Bavicha, wazee bawacha, mko tayari, taasisi za kidini na kiraia TLS haki za medamu zisimamie mchakato wa katiba wananchi bila vyama vya siasa kuhusika. Ah, mimi, mimi, mimi nasema katiba mpya ni ni nyaraka ni, ni ya, ya umma, si nyaraka ya vyama vya siasa peke yake. Kwa katiba mpya haiwezi kuandikwa na vyama vya siasa peke yake. Hivyo hivyo katiba mpya haiwezi kuandikwa na taasisi za kidini na kiraia peke yake. Aa, kwa sababu katiba mpya vile vile ni nyaraka ya kisiasa yani ina, ina dimension ya kiraia, ina dimension ya kijamii na ina dimension ya kiuchumi na ina dimension ya, ya kisiasa. Kwa hiyo huwezi kuweka pembeni vyama vya siasa kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya. Kwa hiyo tunachotakiwa katika hatua ya sasa ni kuunda chombo ambacho kwa sheria, sio sio kwa maneno ya mtu, kwa rais au kwa, kwa mtu yoyote yule mmoja, kuunda chombo, kuunda chombo ambacho kitawezesha kweli kuunganisha makundi yote makubwa ya kijamii aa, kuweza kufikia makubaliano juu ya namna ya kukwamua na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Matatizo yaliyotokea kwenye, kwenye chombo kwenye mchakato uliopita ni kwamba tulifanya makosa, tulifanya makosa na haya makosa yalisababishwa na watawala. Tuliwapinga bungeni, wakatumia wingi wao kupitisha, kulitengenezwa vyombo ambavyo vilitawaliwa zaidi na ama rais au serikali au chama kinachotawala kwenye mchakato wa katiba mpya. Uamuzi wa kuingiza wabunge wote na wajumbe na, wa na wajumbe baraza wa wakilishi kwenye bunge maalum la katiba kimsingi, ni uamuzi ambao ulikuwa umeshatengeneza mazingira ya kuvurugika kwa mchakato wa katiba mpya, kwa sababu mchakato ulioziwa na chama chenye wabunge wengi ambao kilikuwa ni CCM kwa wakati huo tukataka kupunguza huo wingi wa CCM kwa kutengeneza kundi la wa, la wanaoitwa wajumbe mia mbili na moja kwenye bunge maalum la katiba, lakini tukafanya kosa lingine tena. Rais akapewa mamlaka ya uteuzi wa hao wajumbe baada ya kupokea mapendekezo ya makundi mbalimbali. Bahati mbaya, rais Kikwete akayatumia hayo madaraka vibaya badala ya kuteua wajumbe huru mia mbili na moja kutoka taasisi za dini, asasi za kiraia na makundi mengine ili kupunguza uwingi wa CCM bungeni na kutengeneza mwafaka wa kitaifa kwenye mchakato wa katiba mpya, rais akayatumia, akatumia madaraka yao vibaya kuteua wajumbe wengi zaidi wa CCM kwa kivuli cha taasisi za dini, asasi za kiraia, taasisi za kitaalamu, lakini kumbe ni watu wa CCM moja kwa moja wakajaa zaidi bungeni hatimaye wakaenda kuchakachua maoni ya wananchi yaliyokuwa kwenye rasimu ya Warioba, wakatengeneza katiba inayopendekezwa kinyume cha maoni ya wananchi. Mchakato wa katiba ukavurugika. Kwa hiyo yale mapungufu yaliyotokea katika mchakato uliopita lazima tujifunze kuanzia sasa kuweza kuyarekebisha. Na naposema kwa wanasiasa hawezi kuwekwa pembeni mikombo na maanisha wanasiasa ambao wanaungwa mkono na umma, huwezi kufanya mchakato wa katiba alafu kwa mfano ukasema Chadema ikae pembeni mimi ningekuwa huru kuzungumza hapa, ningeweza kukutajia tu uh, katika nchi yetu sasa hizi kuna taasisi kama kama azizidi tano ambazo unaweza ukasema hizi ni taasisi credible zinaweza kuwakilisha umma wa wa Tanzania, na katika hizo taasisi tano, mojawapo kubwa sana ni, ni, ni Chadema. Na hata ukishusha mpaka zikabaki taasisi tatu peke yake, unaweza ukasema hizi zinawakilisha kwelikweli matakwa ya, ya, ya watu na sauti za watu, huwezi kuiacha Chadema sasa Chadema ni chama cha siasa. Sasa uwezi kusema taasisi yenye kukubalika hivyo na kuwakilisha umma kwa kiwango hicho ikae pembeni kwenye mchakato muhimu kama mchakato wa, wakati Perimelo, Paulo, umeuliza swali kuhusiana na hali za kesi za chama, kesi ya, ya nizungumze kuhusu kesi ya chama ya cha Chadema. Kuna kesi nyingi sana, lakini nyingine sitazizungumza, lakini nizungumze kesi moja tu Uh, ile kesi iliyofunguliwa na wale wasaliti wa tatu inayoitwa inayodaiwa kuitwa ni kesi ya mali za chama, lakini kimsingi sio kesi za mgawanyo wa mali ya chama uh, ambayo imesababisha chama kizuiwe shughuli zake kutoka tarehe kumi mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na, na sita. Kesi ile kwa sababu umeuliza uh, hali ya kesi ya chama mara ya mwisho kesi ilipotajwa ilipotajwa ili, ilikuwa kwenye hatua ya kwamba sisi tulikuwa tumeweka pingamizi kwamba ba, kesi inatakiwa ifutwe kwa sababu kesi inahusu masuala ya muungano. Ndani humo wanadai kuhusu mgawanyo wa mali kati ya Zanzibar na Tanganyika, lakini pia wanadai kuna ubaguzi wa kisiasa kati ya viongozi wa Zanzibar, na vilevile vile kuna kwenye kesi wanadai na Chadema inatishia uwepo wa muungano kutokana na kauli za kisiasa za viongozi wa Chadema. Kwa masuala yote hayo ni masuala ya, ya, ki, ya kikatiba yanayohusu mgogoro wa kimuungano. Kwa hiyo yalipaswa kufunguliwa kesi kwenye mahakama ya kikatiba ya kushughulikia masuala ya kikatiba, ya migogoro ya kikatiba, na sio mahakama kuu ya, ya, ta, ya Tanzania katika session ya kawaida ya kesi ya madai kama ambavyo wao wamefungua kwa hiyo uh, jaji alimesikiliza hoja zetu na uh, jaji akawa amepanga kutoa uamuzi tarehe kumi na saba mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Na hayo aliyafanya mwaka jana. Sisi tukamwambia moja kwa moja kwamba huku ni kuchelewesha haki. Uh, chama kimezuiwa shughuli siku zote, kwa nini usitoe hukumu uamuzi mapema juu ya jambo hilo? Lakini jaji akashikilia akashikilia msimamo wake. Nachoweza kusema tu bila bila bila kuonekana kwamba anaingilia uhuru wa mahakama, nachoweza kusema tu ni kwamba kwenye kesi hii haki inacheleweshwa ili kuendelea kukwamisha chama kufanya shughuli zake za kisiasa katika mazingira ya kawaida. Mkutano kama huu wa leo tusingeufanya kidijitali hivi, kama baraza la kidijitali katika maadhimisho kama haya ya chama tungeweza hata kufanya mikutano ya ana kwa ana, lakini tunajua kwamba mikutano yoyote, mikusanyiko yoyote sasa hizi ya namna hii mingi inakuwa ikiingiliwa kwao. Hatutaacha kujaribu kufanya mikusanyiko, lakini tunajua wakati mwingine inabidi kubypass hizo hujuma kwa kutumia teknolojia kama hivi sasa. Hichi ndicho ambacho watawao wanakitaka. Mimi ombi langu kwa vijana wa Chadema na ombi langu kwa vijana a, na Watanzania kwa ujumla Uh, hii kesi hii uh, haipewi uzito mkubwa uh, kwa sababu watu wanaichukulia tu kwamba ah, hii kesi ya mgawanyo wa mali ah, ni mambo ya ndani ya Chadema ah, sio kesi ya jinai, ni kesi ya madai. Tukikubali mwelekeo huo ni kuingia kwenye mtego wa watawala kuingia kwenye mtego wa kesi hii kuendelea kutumika kuiweka Chadema kwenye kifungo cha kisiasa imagine, kwa mfano sasa hivi Chadema ingekuwa ina uhuru wa kufanya mikutano ya hadhara, Chadema ina uhuru wa kuitisha maandamano, Chadema ina uhuru wa kufanya vikao, Chadema ina uhuru wa kuongoza mapambano, haiko kwenye kifungo cha kisiasa kama kama ilivyo hivi sasa ni wazi ingesaidia hata kwenye mapambano juu ya kesi ya mwenyekiti Lisu, ingesaidia kwenye mapambano juu ya madai yetu tuliyonayo kutokana na yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba na baada ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, na hili nawaambia vijana wa Chadema, kwa maoni yangu mimi, kama kuna kesi ya kuipa kipaumbele kweli kweli, iondoa kesi ya mwenyekiti Tundu Lisu, ni kesi hii ya Chadema kuzuiwa shughuli zake. Kama kuna kelele inatakiwa ipigwe kitaifa na kimataifa kila mahali, ni kesi hii ya Chadema kuzuiwa shughuli zake, kwa sababu Chadema huru, yenye watu maeneo mbalimbali ya nchi, yenye mtandao maeneo mbalimbali ya nchi, yenye uwezo wa kufanya mikutano, yenye uwezo wa kufanya maandamano, yenye uwezo wa kufanya shughuli za kisiasa Chadema huru ni tishio kweli kweli kwa watawala. Chadema huru ni tishio kweli kweli kwa watawala. Yani, hata katika kipindi hiki ambacho Chadema haiko bungeni, kuna bunge haramu, kuna serikali haramu, kuna serikali dhalimu. Chadema ikiwa huru, Chadema ikafanya shughuli zake kwa uhuru, ukweli ni kwamba itakuwa na manufaa makubwa sana, sio kwa Chadema tu kama taasisi, itakuwa na manufaa makubwa kwa taifa kwa hiyo kwa sababu ya manufaa yake kwa taifa swala la chadema kutoka kifungoni, kifungo ambacho tumekuwepo toka tarehe kumi mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano sio swala la chadema tena peke yake, Parimelo Paulo, kama ulivyouzwa kwenye swali, ni swala la watanzania wote wote wote wote, na ni rai yangu kwamba watanzania wote tuungane katika katika hili. Swali lingine Deugatas Mainyila umeuliza umeleta swali la Pawa Rufunga. Uh, ikiwa mazingira yatabaki hivi yalivyo bila mabadiliko ya kisiasa uh, bila katiba mpya nini hatma ya CHADEMA?